Mambo vipi? Hii hapa ni Coconut Habari. Na moja habari ambayo pia imeweza kutuleta huku katika viwanja vya Mao Setum muda huu ni kuhusiana na taarifa ambayo imeenea katika mitandao mbalimbali ya kijamii hapa Zanzibar, ni kuhusiana na wadau wa soka Zanzibar wakilalamika kutoshuhudia haya mashindano makubwa, anazungumzia ligi kuu ya Zanzibar eh, PBZ Premier League pamoja na FA kutomaliziwa katika uwanja mkubwa kabisa, uwanja wenye hadhi yake mataifa, nazungumzia uwanja wa New Amaan Complex. Badala yake tumeshuhudia eh, mechi hizi mbili kubwa, fainali ama ya kumalizia ligi umechezwa katika uwanja wa Mao Setum. Sasa lakini wameenda mbali sana, wadau wanalalamika kwamba lakini mbona ligi za Tanzania bara zinakuja kuchezwa katika uwanja wa New Amaan Complex? Tumeshuhudia kuona mwaka huu katika msimu huu wa uh, NBC Premier League umechezwa mpira kati ya Azam FC pamoja na Simba umechezwa pale Amani, lakini kadhalika pia tumeshuhudia mashindano kima ya kimataifa ya CAF pia yamefanyika pale uwanja wa Amani, lakini pia FA ya Tanzania bara nazungumzia CRDB E, Confederation Cup inakuja kuchezwa pale katika uwanja wa New Amaan Complex. Lakini ligi za nyumbani hapa unazungumzia PBZ Premier League lakini kadhalika la na FA inakuja kuchezwa katika uwanja huu hapa wa Mao Stadium. Shida iko wapi? Sasa bwana, moja kwa moja tukazungumza na katibu wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Zanzibar anazungumzia ndugu yetu Hussein Hamada ameweza kulifafanua hili kiundani zaidi kuhusiana na maamuzi haya ambayo yamechukuliwa. Asante sana ndugu mtangazaji, kwanza nishukuru kwa swali ambalo limeweza kuibuka. Hii inaonyesha wazi kwamba wadau wapenzi wanatufuatilia vizuri na wanafuatilia vizuri mpira wa Zanzibar pia kwa kwetu sisi tunachukulia kwamba eh, ni miongoni mwa maswali ambayo yanakuja kama ni eh, zile changamoto za kuonesha kwamba e, eh, tuna wadau wengi ambao wanatufuatilia e, eh, mwendelezo wa uh, ligi zetu za ndani kwa maana ligi kuu ya Zanzibar pamoja na kombe la FA. Aswali la msingi, kwa nini labda um, michezo mingi tunaitumia viwanja vya Mao eh, na si pengine uwanja wa New Amaan Complex kama ambavyo pengine labda watu wanafikiria hivyo. Lakini mimi niseme tu kwamba haya ni maamuzi yetu sisi ya ZFF ya ndani. Eh, hakuna shinikizo lolote wala hakuna chochote ambacho kinatulazimu wa kuweza kutumia viwanja vya Mao, viwanja vya Amani, viwanja vya Gombani. Ni maamuzi yetu sisi ya ndani ambayo tumeweza kuamua kwamba kwa msimu huu eh, tuweze kukamilisha mashindano yetu yote ya ligi kuu ya Zanzibar pamoja na mashindano ya kombe la FA katika viwanja vya Mao kwa sababu eh, kubwa tatu. Moja, tunafahamu vizuri kwamba uwanja wa Mao ni miongoni mwa viwanja ambavyo serikali yetu ya Zanzibar imeweza kuvifanyia maboresho makubwa na kuviboresha katika hali ile kubwa zaidi. Kwa hiyo sisi kama ZFF pia pamoja na mambo mengine tuna jukumu la kuweza kuvitangaza viwanja hivi, watu waweze kuviona na kuvielewa e, ubora wake, lakini pia kuona juhudi za serikali yetu ya Zanzibar chini ya rais wetu Dr Hussein Ali Mwinyi, kile ambacho amekiekeza na amekifanya katika viwanja vya Mao. Tunafahamu sote kwamba tayari uwanja wetu wa Amani Complex uh, umeshajitangaza wenyewe umeshajionyesha ukubwa wake na ubora wake na thamani yake Afrika dunia kwa ujumla uwanja wa Gombani nao tuliweza kutumia katika mashindano ya kombe la muungano nao tumeuonesha ukubwa na ubora na hadhi uliokopo nayo kwayo yote haya yanakwenda kuwakisi jitihada na juhudi za Mheshimiwa Rais lakini pia wadau wa mpira wa miguu Zanzibar na nje ya Zanzibar, wanapaswa pia kuona ubora na uzuri wa viwanja vya Mao. Ni viwanja vya kisasa, ni viwanja bora ambavyo vina hadhi kubwa. Kwa sisi tumeamua tukamilishe michezo yetu katika viwanja hivi, kwa sababu moja ni hiyo, lakini ya pili ni sababu ya kiufundi pia. Tunafahamu kwamba uwanja wa Amani ni uwanja ambao uh, kwa sasa umewekewa E, nyasi mpya za kuweza kuchezewa. Mwanzoni ilikuwa na nyasi bandia, artificial turf. Kwa sasa hivi uwanja ule una nyasi za hybrid. Sasa nyasi zile, e, ili uweze kuwa unazitunza vizuri, ili uweze kuwa unazisimamia vizuri na kuzitunza katika uzuri wake na kudumu katika uimara wake, lazima uwe na Michezo michache mno ambayo inachezwa pale. Kwa hiyo hii ni sababu moja kwanza. Kwa sisi kama ZFF, uh, uwepo michezo yetu ya ligi hapa Zanzibar, uh, uwepo michezo yetu ya Kombe la FA tukiwa tunajaribu kuitumia pale muda wote, lakini pia upande wa pili ndugu zetu Tanzania bara na wao wanauhitaji uh, pia, na pia kuna baadhi ya nyakati kutumia uwanja ule kwa sababu ya uhaba mbapo, ponavyo, wa viwanja ambapo walokopo navyo kuna Kuchwa viwanja ambavyo vina hadhi kubwa ya kucheza michezo mikubwa, kimsingi nayo imekuwa sababu ya kutoa nafasi kwa ndugu zetu kuweza kutumia kwa kipindi hichi cha mpito, ili na waweze kuutumia uwanja wa Amani Amani kwa michezo mikubwa ambayo kuna nyakati inabidi kuwa hivyo. Kwa hiyo kwetu sisi tukoona kwamba kuliko kuweka uh, dozi kubwa katika uwanja wa Amani ambao maintenance yake ni kubwa, utunzaji wake, ni mkubwa, basi tupunguze idadi ya michezo kule iwe inachezwa hapa, kwa sababu kabla uwanja wa Amani kwa na nyasi zile za hybrid, tulikuwa tunatumia uwanja wa Amani vile vile, ambao tayari ushatengenezwa Eh, matengenezo makubwa, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ilekeza fedha nyingi, lakini ligi ya Zanzibar pale, kuna mechi nyingi zilizochezwa pale. Mwenge ilikuwa inachezwa pale Junguni, Kemkemu Kipanga. Baada ya kupanga ratiba pale kafa kwa tuandikia email uondoshi mashindano yale katika ule uwanja. Kwa hiyo, ule uwanja si tu kwamba labda uko chini ya matumizi yetu sisi kama ZFF ama serikali yetu pia Zanzibar, lakini bado uko chini ya uangalizi shirikisho wa shirikisho la mpira miguu Afrika, CAF, na wao pia ndio wanatoa maelekezo gani na namna gani uwanja ule tuweze kutumia kwa sababu, eh, una mashindano makubwa ya fainali za CAF sababu uwanja ule pengine usingekuwa na hali nzuri. Sasa tumepunguza michezo, tumeacha kucheza pale, ili kupata hiyo hali ya uwanja ule kuutunza vizuri. Lakini sababu ya tatu pia ambayo tumejaribu kuangalia, um, unajua mpira una mazoea. Ligi zetu kwa kipindi kirefu zimezoeleka kuchezwa katika msimu katika viwanja vya Mao. Kwa hiyo tukahisi kwamba tunapojaribu kuondoka kwa hafla, kubadilisha viwanja na mazingira mengi sababu Zanzibar hatujakuwa na utamaduni labda kila klabu ina uwanja wake. Uh, labda leo ligi ya Zanzibar inachezwa pengine viwanja vya Kiwengwa, pengine viwanja siyo vya Nyegwa, mchana siyo viwanja vya wapi vya wapi, yani vile kutoka baadhi ya nchi nyingine ligi zao zinavyochezwa. Sisi Zanzibar viwanja vetu Amani, Mao, kimsingi Gombani, yani tunacheza katika maeneo yao, kwa sababu ya zile timu zinapopatikana na ukubwa eneo letu. Kwa hiyo unapoondosha kitu kimoja kupeleka kitu kingine, kuna vitu vingi ambavyo vinajaribu kuvigusa, ambao ni third party, wafanyabiashara, mashabiki wa, wa, wa, wale wanapo wanakuja wadau wengine, vitu vingi vinakuwa ndani. Kwa hiyo tukaamua kwamba kwa msimu huu, baada ya kwamba ligi tunataka Biu kingoni, uwanja wa mandi ume, ume, umeanza kuwa ruhusa ya kwanza kutumika, tukaona tumalizie katika viwanja vyetu vya wa Mao, lakini ni watu wasiwasi mashabiki kwamba kuanzia msimu ujao ambapo tayari itakuwa chani imeshapita ambayo nayo ilikuwa ni mpango mkubwa kuiangalia katika matumizi ya viwanja vile. Tutakuwa tunautumia uwanja wa amani kama kawaida na katika matumizi mengine ya kawaida, kwa sababu ni uwanja ambao tumejengewa sisi kama Zanzibar na serikali ya Zanzibar, lakini changamoto hizi tatu ambazo umezitaja katika kipindi hichi zilikuwa zinatukwamisha kidogo, na ni changamoto ambazo ziko sahihi kuweza kuutumia uwanja ule over over, kubebesha mzigo mkubwa, na mwisho siku pengine athari kubwa ikaweza kupatikana pale, na mwisho siku serikali juu ya jitihada aliyoifanya juu ya uwekezaji mkubwa alioweka, uh, tukakosa fursa ya chan uwanja, pengine nyasi zikaonekana ziko sawa, tukakosa fursa mechi kima za kimataifa za fainali za kafu, kwa sababu uwanja ungeonekana uko sawa na fursa nyingine. Kwa hiyo na watu wasiwasi, eh, Wazanzibari wapenzi wa mpira, hili ambalo linazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii labda hakuna fursa, hakuna nafasi ya kutumia kama Zanzibar Hakuna sijui, hichi haya, ni maamuzi yetu ya ndani, lakini maamuzi haya yamejikita katika maeneo makubwa matatu hayo ya kiufundi kabisa kwa kipindi hichi. Lakini tukishamaliza mashindano ya chane ya mwezi wa nane, tukishamaliza na mahitaji mengine kuanzia mwezi wa kumi, mwezi wa tisa, hapo ligi zitakaporejea, tutakuwa katika matumizi ya uwanja wa Amani kama kawaida kwa upande wa Zanzibar pia, lakini tumefanya haya kwa ajili ya kupunguzia mzigo uwanja wa, wa, wa Amani kwa sababu ule uwanja hauhimili katika mwezi mmoja pengine kucheza zaidi ya michezo miwili ama mitatu eh? kimsingi na kuwa si utaratibu mzuri kwao. Ni hayo tu ambayo kwa sasa hivi yapo, ndugu mtangazaji na, na tutakaporejea kutumia uwanja wa Amani kwa msimu ujao tutakuwa tunautumia kama ni uwanja ambao maalum Eh, kwa mechi maalum eh, labda mechi kama za Ngao ya Jamii, za ufunguzi, fainali za mashindano ya FA, hizo mechi zile za dabi, mechi zile kubwa, timu ya taifa ya Zanzibar, timu za taifa hizi za vijana, za wanawake na mazingira kama, hautotumika kwa sababu nimekuambia ndugu mtangazaji kwamba ule uwanja eh, baada ya kufanya maintenance yale, hauruhusu katika mwezi mmoja kutumika zaidi ya mechi nne, kwa sababu uwanja ule unataka kuchezwa mechi moja at least huwezi kuwa hautumiki tena walau kwa uchache wake sikusopungua wa tano kwa uchache wake e, baada ya mechi moja, kwa sababu ni nyasi ambazo ni original. Tunafahamu kwamba kuna nyasi artificial na nyasi ambazo ni original, lakini uwanja wa Amani umekwenda zaidi ya hivyo katika muonekano wake. Uwanja wa Amani ule nyasi zake tunazita hybrid. Hybrid maana yake nini? Ni, ni mchanganyiko kati ya nyasi original na nyasi zile ambazo bandia, lakini ziko vipi asilimia 92 nyasi zake ni original, ni majani halisia. Asilimia nane ni majani yale ya artificial. Kwa hiyo ni teknolojia kubwa na ndio maana matumizi yake katika zile mechi maalum na zile mechi tunu Uh, visiwa vyetu katika nchi yetu ili kuupa afya na kuupa utulivu zaidi ule uwanja usio karibu, kwa sababu bado tunahitaji kuona mechi za kimataifa zinakuja pale, tunahitaji kuona mechi za timu za taifa kubwa Afrika na duniani zinakuja pale. Hivi karibuni magwiji wakubwa mpira miguu duniani kutoka Brazil watakuja kucheza pale. Kwa hiyo uwanja ule unahitajika uangalizi wa hali ya juu, si tu kwamba tuchezee uchezee uchezee tucheze, kwa sababu upo tu uchezee. Hapana, itakuwa hatujasaidia serikali, hatujatunza kile kitu ambacho tumepoa, ni kizuri, hatujatunza ile tunu yetu kama Zanzibar. Kwa hiyo tutautumia na sisi tumeamua tu kwa msimu huu kutotumia, ili kutoa hiyo nafasi ya kuimarika zaidi ule uwanja, ili hakuna shida yoyote. Ni maamuzi yetu ya ndani ya kiufundi, ili kuweza kutunza tunu yetu o tunayo, na tutakapoja kutumia msimu ujao, tutautumia kwa uangalizi mkubwa, kwa mechi maalum ndizo ambazo tutazipeleka katika uwanja ule.